Kuelekea uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungano Tanzania wa bunge pamoja na madiwani, bahati nzuri kwamba uchaguzi huo hauwezi kufanyika bila ya vyama kutoa kwa wakilishi wao kwa maana ya wagombea wao. Kila chama kina utaratibu wake, lakini utaratibu wa chama cha Mapinduzi ni utaratibu ambao umenyooka na bahati nzuri